Wiki iliyopita tulikuwa tunajadili tabia attitude mtazamo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kulikuwa na kitu inaitwa positive attitude na negative attitude, At hisia chanya na hasi, na, hasi. Mm -hmm. Na nikatoa zile tabia, kwa mfano, ukishakuwa wewe ni mlalamishi uko upande wa negative, simtaani unajua, kuna wale wanalalamikaga mm -hmm. tu, yani wao hawana jema na kitu chochote mm -hmm. hiyo inaitwa nini? Negative attitude. Na ukiwa na nani, ukiwa na fikra hizo mm -hmm. Uwezi kufanya nini? E, uchomoki hata siku siku moja, lakini uh, unaona ile tabia ya mtu anakuwa na hasira tu. Kuna watu wanaga malengo, kwa mfano a zaidi ya kushambulia madiwani, labda ndio lengo lake. Hiyo ni negative attitude. Tabia kukata tamaa yeah. Very negative mm. Kukata tamaa mm. Sawa eh? Lakini nikaongea upande wa pili wa watu ambao wana positive attitude mm. They have plan wana wana wana mpango mkakati mm. Wana ratiba ya maisha, si unajua, uswahilini watu wanaga ratiba yeah. Ukimpigia mtu simu, bwana, uko wapi? Anakuambia vipi mzee, nikufuate wapi? Wewe unaona, huyu mtu ana ratiba okay. eh? mm. Au mtu anakuomba lifti hata, hata mahala pa kushuka hajui. Nilikuwa nafundisha tu hizo tabia, nafikiri watu wame watakuwa wameelewa for one way or another, lakini mm -hmm. namshukuru Mungu kwa sababu message ninazopata yeah. zinatia moyo. Sasa mada ya leo ni kitu inaitwa time management, matumizi sahihi ya yeah. muda <laughs> lakini nawakumbushe, tumebakiza siku 40, mwaka kuisha mm -hmm. 40 kamili. Sasa 40 kamili. <laughs> mara nyingi watu wananiuliza kwenye mitandao wa siku hizi mm hivi -hmm. kwa nini mwalimu wewe umeamua mw kufundisha maisha haya. Shida yako unajua watu wanafikiri kwa kila kazi unayofanya. Un, ah, una, una, kuna kitu umekilenga. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kipindi kile unakumbuka kabla ya uchaguzi wa uchaguzi mkuu mm -hmm. nilikuwa nafanya vipindi hivyo, kasema huyu ana ana, ana huyu ni ni kura tu, na walikuwa wanaandikia ndani ya nini ndani mm -hmm. ya kwenye kwenye message yangu mm -hmm. lakini baada ya kushinda uchaguzi mm -hmm. wakawa wanasema mm -hmm. Sasa huyu hivi anatafuta nini umaarufu au nini? So mimi jamani, ninaomba nirudie tena, mimi matamanio ya moyo wangu nikuona nyinyi vijana mnafanikiwa kwenye maisha, yaani nitafurahi sana nikikutana na Tesha anaendesha gari ya kwake mwenyewe, kusaga, unaendesha gari ya kwako wewe, una gari na, uh, uh, sina tatizo na hilo, lakini nikuona una nyumba ya kwanza, una nyumba ya pili, nyumba ya tatu, lakini natamani sana yule mama ambaye anauza mboga mboga pale Sabunge pale mimi napitaga mara nyingi pale na nimepita kama miaka mi yani kama kwa miaka zaidi ya tano, mm -hmm. Nina kazi yangu fulani kule na fanya unamkuta mwaka mama mwaka 2020 yuko pale anauza mboga mboga. Yeah. Na si unajua kuna ile mgambo wa jiji kukimbizana. Mm -hmm. Je, mnaohitaga migambo. Yeah. Lakini unamkuta miaka mitano baadaye yuko pale. Mm -hmm. Hapo kuna changamoto unajua eh? Yeah. Kuna changamoto kwamba kuna namna fulani ya kufikiria amefanya nini? Hajaipata. Kuna mtu anauza mitumba, mwaka nenda, mwaka rudi mtaji ule ule. Kwa nini? Hatujui. Kuna mtu anafanya umachinga, mwaka nenda, mwaka rudi, habadiliki. Na sasa kwa nini mimi nafundisha? Nafundisha kwa sababu ningetaka kama wewe ni machinga mwaka huu na mwakani miaka miwili baadaye basi uwe na duka. Umachinga waache nini vijana, kwa sababu kuna kuna kuna limit ya muda kwa kila kazi. Kazi yote na nini? Ina limiti yake. Kama nyie watangazaji wa habari, siku moja mimi ningetamani muone mna vyombo vyenu vya habari yeah, ili mtoe nafasi ya ajira kwa vijana wadogo, lakini wakaa mahali unazelekea sehemu moja yeah, sio sawa. Siwasemi nyie, mimi nimetoa tu mfano <laughs> hey, unanielewa? Kama wewe ni dereva wa daladala yeah, ningetamani siku moja na wewe uendeshe daladala yako, nitafurahi sana. Na ndio maana nimeamua kufanya nini? nimeamua kujitolea kuwafundisha watu maisha ni kwa sababu pia kwa kuwa meya wa jiji la Arusha kwa miaka mitano, nimekutana na changamoto za watu, lakini zote zinafanana. Watu wameelekeza akili yao kwamba serikali haiwasaidii, lakini serikali jamani, ina kazi zake, na wewe fanya ya nini ya kwako. Kwa mfano, kuna fursa nyingi kwenye hivi hii maisha Tunaelewana? Maji taka ya chooni unaweza kutengeneza kuwa biogas. Mm -hmm. Mimi na rafiki yangu moja mzungu ana, anaishi hapo Sakina. Ukifika nyumbani kwake ni pa kijani pa ajabu. Mm, wako wawili yeye na nani na mke wake. Mfumo wao wa maji taka waliotengeneza kitu inaitwa biodigester. Digester ni ile mtambo unaochakata maji taka, lakini ametengeneza gesi ya kutu. Wako wawili ya mke wake. Kwa hiyo uchafu unaotoka una, chooni kwake unaenda kwa nini? Kwa ile digester ina digest, ina rusha, inatengeneza nini? Gesi. Gesi inatumika kwa ajili ya nini? Ya kupikia. Lakini hapa sisi tuna watu wamejenga manyumba makubwa, wana wana wana wanapanda maua, maua ambayo ingeweza kutumika pia kutengeneza nini? Gesi. Ukitengeneza ukitengeneza, kwa mfano majani mabichi, ukayatumbukiza kwenye ile digester, inachakatwa na wale bakteria, inatengeneza nini? Gesi. Ukipata ile gesi, unapata una unapata nishati ya kupikia. Chupa za plastiki ambazo mimi naona zimezagaa sana mtaani, zinachakatwa. Mm. Kwa hiyo watu wanatakiwa waone kama nini? Fursa. Kama fursa. Wewe mbele ya nyumba yako ukiona mtu ametupa chupa, chukua weka kwenye mfuko. Chukua weka kwenye mfuko. Ukipata uki nyingi, peleka dampo pale watu wananunua. Mm. Badala ya kuchafua nini? Plastiki. Ya kuchafua mazingira na mitaa. Makaratasi, nailoni, na na kadhalika. Chuma chakavu zinahitajika. Mm. I don't know how to put it. Kuna mabonde ya mito kwa mfano hapa Mto Naura. Unaweza kwenda kufuga nyuki kule, ili ni la serikali, hamna mtu anakukataza nyuki wa wadogo. Unaweza kuchimba bwawa la samaki ukafanya uzalishaji wa chakula ukawa mkubwa. Vijiwe vya kahawa kwa mfano, ukaenda Ethiopia wana airport pale. Wanasema uh, true Ethiopian coffee. Mm. Ni kahawa hii wanayouza nini? Wauza kahawa hapa kwetu. Mm. Lakini wameboresha yale mazingira yao mm. Sasa, hata wewe muuza kahawa hapa ikiwezekana, hebu fanya usafi kwenye eneo lako, vaa apron, penda kazi yako, pandisha thamani ya nini? ya ya ya ile kahawa yako yako. Ukienda nchi kama hapa kwa mfano kwa Mrombo pale. Si kwamba nawasema kwa ubaya. Mimi naenda na marafiki zangu kula nyama choma. Lakini mazingira unakuta watu hawafanyi, yani watu wanataka hela, lakini wanaitengeneza kwenye mazingira machafu. Ukiwaambia vipi, wanasema Halmashauri ya jiji la Arusha. Sasa wewe ndio unayefanya ile biashara. Wewe ndio unayenini? Unayeuza nyama yako. Halmashauri ya jiji la Arusha inahusika na nini? Wewe kwenye mazingira yako umefanya nini? Je, umeweka dasibini? Kwa hiyo, nafundisha hivi elimu ya nini? Elimu ya maisha na ujasiriamali. Ningetamani yani kila mtu katika jamii afanye sehemu yake mm. ili wote tuwe na, na, na, na Arusha bora mm. ukienda ukienda Brazil kwa mfano, mimi nabahati kusafiri sana. Ukienda Brazil kuna kitu inaitwa Copacabana, ni bichi moja refu hivi mm. wanaofanya kazi ni watu wa kawaida kama hawa machinga wetu, lakini kuna kitu inaitwa el carne carne, ni nyama ile nyama imeandaliwa katika mazingira ni kama ile kwa morombo lakini kwenye mazingira masafi imepandishwa thamani. Kwa hiyo kwa wale wanaonisikiliza, embu waboreshe wa mazingira yao ya kazi. Wewe kama ni dereva wa daladala, embu boresha daladala yako hiyo. mm. ongea lugha safi kwa, wa, kwa wateja wako ongea, ongea, yani kuna ile customer care, lakini madereva wa daladala au makondakta wanatukana, wanavuta sigara banki. Ehe, sio sawa. Kwa hiyo natamani sana watu wanaonisikiliza basi wabadilike, ili tuwe na nini? Tuwe na maisha bora kwa kila mtu, na inawezekana, inawezekana kabisa. Mtu ambaye leo ni mama alisha, mama mboga mboga, mama muuza mboga akawa na nini na grocery ya kuuza zile mboga, kwa ajili ya kuboresha mnyororo wa <coughs> thamani kwa kila mtu. Akiongeza mnyororo wa thamani, dereva daladala, umeongeza ubora kwenye huduma yako, wabajaji na guta sii na nini, umeboresha huduma yako ile, mwisho wa siku utatengeneza pesa nyingi na pesa nyingi za kupeleka kwenye hatua inayofuata. Hakuna dhambi kwa dereva wa, wa, wa bodaboda kuwa na bajaji. Mm. Lakini hakuna dhambi kwa dereva wa bajaji ku graduate kwenda kwenye gari. Hakuna dhambi kwa dereva wa gari ku... yaani hivyo kila mtu akiwa mmiliki wa jambo fulani, vitu vinafanya nini? Vinaenda. Kwa hiyo haya ni matamanio ya moyo wangu ndio maana nimejitolea kufundisha nini? Kipindi hiki. Na juzi kina waza waliuliza, wewe sio kama unalipwa mahali kweli? nalipwa labda nyewe ndo na lipa. Mada ya leo ni nini? Time management, time management.